Kuna video tuliona Diamond Platnumz na Harmonize walivyokutana kwenye Trace Music Award, lakini ile video ilikuwa ni fupi mno, kiasi kwamba watu hawakujua ilikajekwaje mpaka walikutana. Lakini Diamond aliposti video kama ile na kuonesha jinsi ilivyokuwa, jinsi tunavyoonesha hapa kwamba Diamond alikuwa na kwenye safari yake naye Harmonize safari zake, alafu akaja kukutana na kuanza kusalimiana, kuonesha wazi kama wako tu vizuri na wako peace. Ni tofauti sana na ile video ambayo ilikuwa tayari shawahi kuiona ilikuwa ni kaafupi, na hata tukujua ilikuwaje kuwaje. Kwa hiyo hivyo tunaweza tukategemea kwamba mahusiano ya Diamond na Harmonize kuimarika tena, na kuweza kuona kama wakifanya kazi kwa pamoja na kutoa ngoma kwa pamoja, maana kuna chemistry fani ilikuwa pogi kati ya Diamond na Harmonize. Watu tumesha watu imisi tayari. Leo siku vizuri kiafya, ndio maana mnaona kama vile sauti yangu haina energy, yani haina nguvu.